Kila napopata nafasi huwa naizungumzia kwa sababu ni kitu ambacho nakifahamu. Niwaombe tuendelee kuvuta subira, miradi ya ujenzi wa barabara inakuja, na kwa kweli wewe, naibu meya, unafahamu kwamba miradi ile mingi itaelekezwa kwenye jimbo la Kawe ili walau ifanane fanane na jimbo la Kinondoni na na na, na, na na na mimi najua Mheshimiwa DC atasemea lakini nayasema haya kwa sababu ni mambo ambayo najua, nafahamu kwamba miundombinu ya barabara jimbo la Kawe ni kilio chao kikubwa sana. Chama hiki hakitapuuza kilio chochote ambacho ni kero kwa wananchi wake kwenye maeneo yake yote. Kwa hiyo na sisi tunaisukuma sana serikali kuona kwa kwamba inaendelea kuimarisha miundombinu ya barabara katika jimbo la Kawe nikija kwenye swala la ahadi zilizotolewa, ahadi zile, ndugu zangu, wala tusipate shida, zile zilikuwa ni ahadi binafsi za mtu <coughs> <coughs> ake. Zile alisema mwenyewe, na baada ya kuona mambo magumu mwenyewe amekwenda aliko kwenda. Maanake jimbo ni kwamba amefanya nini? Ameliacha. Kwa hiyo tusikumbuke mtu ambaye tayari hatuko naye. Ch chama hakikutoa ahadi zile ambazo leo zina, zina nani ni kama kumtafuna zingemtafuna mwenyewe. Nafikiri tu, tu, tu, tuwe na utulivu. Tuko katika kipindi tunaelekea kwenye uchaguzi, ni waombe wanakawe, tutulize akili yetu tutafute mwakilishi wetu mzuri ambaye atakwenda kutuwakilisha bungeni na halmashauri maki, lazima tuwe na mbunge ambaye atahudhuria vikao vya halmashauri kwa sababu miradi mingi inapangwa huko halmashauri. Atakuwa na nafasi ya kuhudhuria vikao vya halmashauri na bunge. Ni jukumu la wanakawe kuamua nani atakuwa mbunge wao. Hatuko hapa kufanya kampeni ya nani na nani, awe CCM awe sasa. Ningependa nimpe nafasi mheshimiwa DC na timu yake, wajaribu kugusia hizi hoja ambazo zimesemwa maeneo yote ya wilaya yetu ya Kinondoni, yale ambayo yana, yana majibu yake ya haraka tunaweza tukatoa, na yale ambayo yanahitaji uvumilivu pia tunaweza tukasema katika kipindi cha miaka mitano. Mwisho mwenyekiti tazungumza tu hapa michache, ulizungumza hapa kwa manispaa. Katika wilaya yetu hii tumepokea zaidi ya shilingi trilioni moja za Mama Samia katika kipindi chake tangu ameingia. Ukisikia trilioni moja unaweza ukasema, ah, haijawahi kuletwa hapa, iko wapi hiyo hela? Mimi nitawaambia hapa kidogo katika kipindi hiki cha miaka mitano cha uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, Manispaa ya Kinondoni mapato yake ya ndani yameendelea kupanda mwaka hadi mwaka. Mwaka wa ishirini na moja walikuwa na bajeti ya shilingi bilioni 42.9 mwaka ishirini na mbili bilioni 49 imeongezeka kwa bilioni saba hivi ishirini na mbili ishirini na tatu ikaenda bilioni arobaini na saba ishirini na tatu ishirini na nne bilioni sitini na tatu pointi tisa na walikusanya shilingi bilioni sitini na tano tuwapigie makofi mengi sana na mwaka huu unaoisha kesho kutwa makisio ni kukusanya bilioni sabini na nne unaweza ukaona hapo kutoka bilioni arobaini na mbili hadi bilioni sabini na nne ongezeko la shilingi bilioni thelathini na mbili katika kipindi hichi. Ongezeko la mapato maana yake nini? Kuna shughuli nyingi za kiuchumi za kibiashara za kijamii zile service zimeendelea kuimarika kwenye haya maeneo yetu. Ndiyo maana watu wanakuwa na nguvu ya kulipa kodi mbalimbali. Kwa hiyo hii tafsiri yake moja, mojawapo ni kwamba mapato na uchumi umeendelea kuongezeka. Watu wasipokuwa na nguvu ya kulipa kodi Mwanake hata ya mapato ya singekuwa yavo, lakini ukienda kwenye mapato ya TRA, na mimi ni mwenyekiti wa kamati ile ya ushauri ya TRA, yameendelea kuongezeka. Yalikuwa shilingi bilioni mia mbili na kumi mwaka elfu mbili na ishirini, ishirini na moja leo hii tunavyoongea kwa kwa mkoa wa Kikodi wa Kinondoni. Kinondoni tuna mikoa ya Kikodi miwili: Kinondoni pamoja na Tegeta. Wa Kinondoni kutoka shilingi bilioni mia mbili na kumi hadi bilioni mia nne na themanini zaidi ya mara mbili ya makisio, zaidi ya mara mbili ya yale ambayo tulikusanya kipindi hapa cha nyuma. Piga makofi mengi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo uchumi wetu unaongezeka, biashara, shughuli za kiuchumi, shughuli za kimaendeleo zinaongezeka kila kukicha. Na kupitia hii kwa kweli, Mheshimiwa Mwenyekiti, najua kuna tamko utakuja kutoa mimi ni waombe wajumbe wenzangu ambao tuko hapa siku ya leo hii tumshukuru mama yule, tumpongeze kwa kazi kubwa anayoifanya. Kofi moja kwa mama Samia, kofi moja kwa rais wetu, na tuendelee kumtia moyo kwa kazi kubwa daktari Samia Suluhu Hassani anayoifanya kwa ajili ya sisi wana Kinondoni, ni kubwa. Wanaomkatisha tamaa hawa, si tuwapuze, na ikiwezekana na ni wajibu wetu tunapaswa tuwajibu tuwaambie kwamba msituondoshe kwenye mwelekeo, kwenye maono ya nchi yetu tunakotaka kwenda. Na hilo ulilozungumza Mheshimiwa mwenyekiti kwamba tuje tutengeneze documentary mzuri, tutaitengeneza, kuelezea hizi kazi nzuri zilizofanywa katika wilaya yetu ya Kinondoni, ziko nyingi. Nilisema hapa zaidi ya trilioni moja. Sasa hivi tuna mradi huu wa mwendo kasi sisi wilaya ya Kinondoni unatekelezwa kuanzia pale daraja la Salenda unaenda mpaka pale Mwenge na kuna kipande kile cha kutoka Mwenge kwenda Ubungo na kutoka pale Mwenge unaenda mpaka pale Boko, basi haya kilomita 28 8. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huo unaenda kutumia shilingi bilioni 480. Piga makofi mengi kwa mheshimiwa mwenyekiti. Jambo la mama, jambo letu. Jambo la mama, jambo letu ni mradi mkubwa utaenda kutuondolea kabisa changamoto hii ya traffic jam kwa barabara ya Bagamoyo Road, lakini pia utaenda kuturahisishia sana usafiri kwa barabara hii. Lakini tuna miradi mingine mingi ya Daktari Samia Suluhu Hassan, tuna mradi wa majitaka ambao sasa hivi unatekelezwa, wajumbe hapa watakuwa mashahidi, kwa ajili ya kata ya Kawe, kata ya Kunduchi, kata ya Wazo na kata ya Mbezi Juu, kata hizo nne Shilingi bilioni mia moja na themanini zimetengwa kwa ajili ya huo mradi, na huo mradi utakamilika kabla ya mwezi wa kumi mwaka huu. Lakini tuna miradi mingi mingine mingi ambayo imetekelezwa manispaa ya Kinondoni tu. Kwa mfano kwenye kiasi ambacho wamekusanya bilioni mia mbili na themanini na saba katika kipindi cha miaka mitano, shilingi bilioni mia moja na sabini na tano wameziweka kwenye miradi ya maendeleo, ndio hizi mtaziona kwenye utekelezaji kwenye kila kata. Tuwashangilie kabisa manispaa wa Kinondoni ya mstaikimea Waheshimiwa madiwani kwa kazi mzuri wanayoitekeleza. Ukijumlisha hii mitatu tu, Mheshimiwa Mwenyekiti, yaani unakuta trilioni moja hii hapa imeshafika Afrika. Ndio nawaambia ni uwekezaji mkubwa sana. Mheshimiwa Rais ameifanya sekta ya maji ambayo ilikuwa ni kelo, leo hizo si maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, Kinondoni hii, asilimia tisini na saba pointi nane tunapata maji. Nadhani, katika mkoa wetu wa Dar es Salaam huu, sisi tunaongoza kwa kupata maji safi na salama, Kilinganisha maeneo yote yale yani. Ndugu wajibu zangu wa halmashauri kuu, mimi niseme jambo moja. Ukipitia hizo karatasi ambazo tumepewa, tunaona asilimia kubwa ni mapato ya ndani, asilimia kubwa ni mapato ya ndani. Kwa hiyo niseme Mheshimiwa mkuu wa wilaya, meya wetu wa manispaa hii ya Kinondoni, Mheshimiwa mkurugenzi na watumishi wote hii inaonyesha uweledi mkubwa mliokuwa nao, inaonyesha uweledi na usimamizi wa mapato ya wilaya yetu. Niseme tu Mwenyezi Mungu awajalie wa kheri mnapofanya nyinyi vizuri. Nakiheshimisha chama cha Chama cha Mapinduzi kwa sababu Chama cha Mapinduzi kinategemea nyinyi, ambayo tumeukabidhi ilani muweze kufanya dadani. Mungu akujalie sana kaka yangu Omari pamoja na watumishi wenzao, Mungu akujalie baba yangu Songolo Mnyonge na Mheshimiwa DC, kazi kubwa mmefanya, tuseme tupo nyuma yenu popote mlipo na sisi tupo. Kwa niaba ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi wilaya Kinondoni, naomba niwasilishe tamko ambalo nitalisoma leo hii tarehe kumi na moja mwezi wa sita, mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Mheshimiwa Mwenyekiti, Chama cha Mapinduzi wilaya ya Kinondoni hakijawahi kutetereka. Uimara wa CCM kwenye wilaya yetu uliojengwa katika misingi ya mahusiano na mashirikiano baina ya chama na serikali yake umetokana na viongozi wetu hutambua lengo, shabaha na madhumuni ya chama hiki ambayo ni kuwaletea maendeleo wananchi. Kwa kuwa tunatambua maendeleo ya wilaya yetu kichama na kiserikali yametokana na mchango mkubwa wa viongozi wetu wakuu wa chama na wa chama hiki pamoja na serikali waliojikita katika falsafa ya kutekeleza kwa vitendo ilani ya uchaguzi ya Chama Cha Mapinduzi, na kwa kuwa maendeleo tunayojivunia sasa ndani ya wilaya yetu ya Kinondoni yametokana na kazi nzuri ya ukusanyaji wa mapato ya ndani ya halmashauri yaliyopanda kutoka shilingi ya bilioni 42.9 kwa kipindi cha mwaka elfu mbili na ishirini mpaka 21 hadi kufikia shilingi bilioni 74.2 mwaka 2025, na kwa kuwa ruzuku inayoletwa na serikali kuu kwa wilaya yetu ya Kinondoni nayo imeongezeka kutoka shilingi bilioni 59.9 mwaka 2021 hadi kufikia shilingi bilioni 96.5 kwa mwaka huu wa 2025, na kufanya kiwango cha fedha mira za miradi ya maendeleo inayoendelea kutekelezwa ndani ya wilaya yetu ya Kinondoni kufikia zaidi ya shilingi trilioni moja nukta nne hadi sasa. Hivyo basi sisi wajumbe wa halmashauri kuu ya wilaya ya Kinondoni tuliokutana leo tarehe kumi na moja mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano siku ya Jumatano katika ukumbi huu wa soko la Magomeni tumepokea na kujadili taarifa utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini hadi elfu mbili na ishirini na tano iliyowasilishwa na mkuu wetu wa wilaya ya Kinondoni na tunatamka ifuatavyo. Kwanza, tunampongeza kwa dhati mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uongozi thabiti na wenye fikra chanya ndani ya Chama cha Mapinduzi, chama ambacho kimeendelea kuwa bora nchini Tanzania, Afrika na duniani kote. Pili, mheshimiwa mwenyekiti, tunampongeza mheshimiwa rais Dr. Samia, Samia Suluhu Hassan kwa utendaji unaoendelea kuacha alama katika taifa letu hasa katika utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati ya maendeleo kwa taifa hili ikiwemo wilaya yetu ya Kinondoni. ukamilishaji wa miradi iliyoachwa na mtangulizi wake kama miradi ya SGR, bwawa la Mwalimu Nyerere, daraja la JPM la Kigongo Busisi na kadhalika, ni miongoni mwa mambo ambayo yamelithibitishia ya taifa la Tanzania kwamba lina rais mwenye maono, uwezo mkubwa wa kazi, mbunifu na mfuatiliaji. Kwa kutambua hayo na kasi ya maendeleo ambayo wilaya ya Kinondoni imeyapata chini ya uongozi wake. Hivyo basi, sisi wana CCM wa wilaya ya Kinondoni tunatamka bayana kwamba hatuna deni na Dkt. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa niaba ya halmashauri kuu ya wilaya Kinondoni, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.